Siku moja baada ya Rais William Ruto kupokea mapokezi baridi katika kaunti ya Migori, leo taswira ilikuwa tofauti. Katika ziara ya leo, Rais Ruto alikuwa mwingi wa zawadi kwa wakazi wa eneo hilo zikiwemo uzinduzi wa ujenzi wa soko la Riosir, ujenzi wa nyumba za bei nafuu za Kehancha kati ya zawadi nyingine. Ati nyinyi mnaungana kwa sababu ya mambo ya chuki na mambo ya ukabila ati na mambo ya migawanyiko. Watu wa Rongo, mimi nataka niwaulize. Saa hizi ni wakati wa siasa ama ni wakati wa maendeleo? Kuna viongozi ambao wanakusanya wanakusanyika pamoja kila weekend. Waki, last weekend, walikusanyika kijiji moja. Hii weekend, tena wamekusanyika hiyo kijiji. Next weekend wanakusanyika hiyo kijiji wanaongea with with the same number of people, with the same people from the same village wakisema message moja juu ya mtu mmoja, kila saa ajenda yao ni Ruto. Tunawaambia kwamba Ruto ni mmoja, ongea juu ya ajenda ya 50 million Kenyans. Ziara hii imempa rais Ruto na wandani wake nafasi ya kuwakemea wapinzani wake akisema kuwa nia yao ni, ni kueneza ukabila na migawanyiko, akiwashauri viongozi wa upinzani kubuni sera ambazo watazipa wakenya pasi na kueneza migawanyiko. Sisi tumeamua, tumeamua tufanye pamoja na rais tumeamua tukiwa County Assembly, tukiwa National Parliament, tukiwa ugavana na nyinyi mmeamua pia. Hawa wananchi hawa wananchi wa Rongo ni wameamua tayari ya kwamba wahatembea na wewe mpaka mwisho. Haya yanajia wakati ambao wakulima wa miwa wa Soni wameahidiwa kupokea bonasi kama wanavyopokea wakulima wa Mumias. Ahadi hii inajia wakati ambao inaaminika kuwa wakulima wengi kutoka eneo hilo hawajapokea malipo yao milioni mia nne kutoka kwa kampuni ya Soni must pay farmers on time must pay workers on time and at the end of every year we must share in the profits to make sure that our Kenyan farmers also have a bonus like all the other farmers tunavyoongea sasa mheshimiwa Rais kuna shida soni wakulima hawajalipwa na deni yao ni milioni mia nne tunavyoongea saizi, mheshimiwa Rais, wafanyikazi wa soni hawajalipwa. Ilisemekana wale permanent watalipwa kesho, casuals haijulikani watalipwa lini, na tayari wanalia. Mheshimiwa Rais, tafadhali utusaidie.